Chama Cha Mapinduzi CCM Mkoa wa Geita kimetoa onyo kali kwa wanachama wake wanaowasumbua wa madiwani na wabunge waliopo madarakani kwa kuanza kufanya kampeni za kutafuta nafasi hizo kabla ya mchakato huo kutangazwa rasmi. Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila ametoa onyo hilo wakati akizungumza na wakazi wa kijiji cha Nyankanga kata ya Nyamalimbe wilayani Geita ambapo amesema wale ambao wanakiuka katiba na kanuni za chama hicho kwa kuanza kampeni mapema na kuwasumbua viongozi ambao bado wapo madarakani kwa mujibu wa sheria hawatawavumilia. Wale ambao mnakiuka, mnakiuka katiba ya CCM na kanuni zake na sheria za nchi juu ya uchaguzi, mnatupaka matope sisi viongozi Waacheni watu wamalize muda wao. Unapofanya vibaya kuanza kampeni mapema inaonekana sasa, si viongozi tunagawanywa vipande vipande, fulani anaanza kampeni, si ni mtu wa mwenyekiti, ndiyo maana ashughulikiwi. Acheni, mnaniharibia safari yangu mimi, ishii na saba inanihusu. Wana CCM wote ni wa kwetu. Sasa mnajua kabisa kwamba kuanza kampeni mapema ni kosa. Alafu jina lisiporudishwa unaanza kulalamika mwenyekiti hapa amenibania tu, kapata bahati kubwa, wakati umeyakoroga mwenyewe. Subirini muda, na nyie mnayohitaji nafasi pia muwapinde waliopo. Kama anafaa, kwa nini ulete shida? Sumuunge mkono, aendelee. Kikubwa ni uhai kwamba ipo si siku, na yeye atapumzika, na mimi nitafanya nini? Wapo vijana wananiambia, we mzee, tunakupa awamu zako ngapi? Baada ya hapo utakwambia, tusamehe sana nikamwambia, ninalijua la kuondoka, inaanzia miaka mitano, kama utakiwi, safari njema, wakikubali unaendelea, lakini ukao, unajua ipo siku nitafanya nini? Na mimi kila siku namuomba Mungu kama nitaishia miaka mitano. Badala ya kununa tamwambia Mungu, asante sana. Yawezekana safari nyingine ingekuwa ya shida sana. Maana kila mtu ajui kesho yake. Kwa upande wake katibu wa chama hicho mkoa wa Geita, Alexandrina Katabi amesema mwanachama yeyote atakigundulika nafanya mchezo huo atashughulikiwa kwa mujibu wa taratibu za chama hicho ili kuwalinda viongozi ambao bado wanatekeleza majukumu yao. Nawaomba sana wananchi wa Geita, nawaomba wananchi na wanachama wale wenye nia ya kugombea kwenye nafasi hizo nilizotaja, tuwe na moyo wa subira, tuwe na moyo wa upendo, tuwe na moyo wa uzalendo, tuvumiliane. Anayetoa uongozi ni Mwenyezi Mungu peke yake. Tufanye michakato yetu kwa upendo na mshikamano, tuache kuchafuana tuache kupakana matope, tuache kusingiziana, tuache kutafuta visingizio visivyokuwa na msingi. Ndugu zangu Wanageita, tukikugundua wewe unafanya ndivyo sivyo ili umrudishe chini mwenzako ama unamuonea kwa sababu zisizokuwa za lazima, basi na wewe sio rafiki wetu wa chama chetu cha Mapinduzi. Tutashughulika na wewe.